Wakati mwingine tumepatana tena kwenye Barisa 101. Mahali ambapo kwamba tunakutana tunajadili, tunafahamishana, tunaelimishana. Bila shaka, mwisho wa siku pale unapata mawili matatu, ambayo kwamba hata kwa anakujenga uh, kiimani anakujenga pia kibiashara ki, ki anakujenga kiakili, unakomaa, na hayo ndio maisha. Na leo tuko kwenye mandhari mazuri, mandhari ambayo kwamba hata wewe mwenyewe unatuona hapa tunapunga upepo mzuri upepo ah, kutoka huko na lio upepo kutoka hmm, Pemba, hmm, kutoka bahari, marashi ya Pemba, marashi ya Pemba, hmm, hmm. yuma yetu hapa. Nayaona maji mimi mwenyewe maji, napenda na kuyaona tu hivyo kwa mbali, lakini hmm, usonge karibu bwana, sio mambo yangu, maji yalezidejaji <laughs> <wewe. laughs> ah, ah, <para>, <laughs> eh, yale maji napenda na kuyaona mbali. ah. Eh. mara ya mwisho wewe kuingia baharini, mara ya mwisho yani kuingia baharini ukaogelea? ah. Ama hujawahi katu? Nishawai nisha kuingia kulazimisha lazimishwa na watu wengine hivyo ambao kwamba labda hawanitakii yeah, mema kwenye maisha yangu. Nani huyo hawanitakii <laughs> mazuri? sababu huwezi kunilazimisha mimi kuingia kwenye maji eh, kihoma ii sikitaki. Kwa hivyo unanongo maji eh? Unanongo. Napenda lakini ya kwenye beseni kwenye ushaiambiwa kwamba maji ya ambiwa, bahari ni dawa nishambiwa yanatoa yanatoa Yaani, kiwa wewe ni mtu unapotajwa na mabaya, unajua nenda nda kwa baharini. Na wewe mpaka leo mimi mashallah mwenye Mungu alinitakasa. Na leo tuko hapa kuzungumzia swala zima la siasa tuko kwenye chete. Yeah, enda karibu sana vipi, uko vipi? Alhamdulillah, nashukuru. Hey, silalamiki nafurahi, mmenleta huku katika kumbukumbu zangu, huku sijawahi kuja nafikiri haipungui miaka miwili. Nafurahi wewe na waelekezi nimeamua leo kambi leo ni hapa Mama Waterfront. Ngina, Waterfront. So, na nafurahi nimekuja huku tupige gumzo na nchi nakokwenda, tutafute mwafaka, kama itawezekana, kama haitawezekana ndo ah, mm. Majaliwa tena <laughs> unajua, kuna ule msemo kwamba aga wanasema vijana ndio nguzo ya kesho, lakini tunataka tubadilishe hiki kitu kwamba vijana wawe nguzo ya leo ya leo, sio kesho tena, maana kesho imekuwa ni mbali, uh, na imekuwa kwa... hatuifikii kila siku. Kwa nguvu gani ambayo mtatumia kuwafanya vijana wawe nguzo ya leo? Sasa hapo ndipo tulipo. Nguvu <laughs> gani? Hapo ndipo tulipo, eh. Eh. A, eh, sasa ndo nauliza mimi mko hapo vipi? Tuko hapo hapo kwa kutafuta hiyo nguvu, manake nguvu tunayo, manake mm. kama ni wingi mm, wa vijana wingi, wingi wa vijana asilimia nakumbuka, na, na, tulienda kwenye kongamano moja la vijana e. na data e. wakasema ni asilimia sitini na tatu mm -hmm. e, ni vijana mm -hmm. hapa nchini nguvu yeah, sitini na tatu nguvu e. ya wingi ipo nguvu uh -huh. ya kufanya sijui iko wapi. Lakini recently nimeona kana kwamba vitu vinabadilika kwamba Kivibu. Yule kijana wa miaka maybe tuseme mitano makumi iliyopita nah. Uh, kidogo nah. si yule kijana ambaye kwamba ni wa miaka mwaka jana, mwaka huu nah. maana tumeona matukio fulani ambayo kwamba yanatupatia imani kwamba mm. vijana hapa nchini ni kana kwamba wanaamka sasa hivi oh. kwamba nao uh, wanaweza kusimama na kuzungumza, eh, maswala, ama kujihusisha na maswala ya siasa sio hmm, kama ile zamani kwamba siasa zilikuwa zimeachiwa zili, e, kwamba ni kitu cha watu ambao kwamba wame tuseme, ni watu wazima ama wazee. Sawa sawa, vijana wanaamka ama wanakurupuka? Unajua kuna tofauti ya kuamka, kushtuliwa hmm, na kukurupuka. Sasa hmm, wanafanya nini? Because yale matukio ambayo nayaona mimi, ukiniuliza, ni kukurupuka. Yani wanakurupuka kivipi? Jazba eh, wamegadhabika eh wanahisi kama ambao wanafinyiliwa sasa. Ah, wanafanya uh, wanafanya vitu kwa kwa ghadhab, uh, kwa kwa jazba, uh, kwa mihemko mi, uh, naona ni kukurupuka tu. I think itakuwa labda, okay, okay, mimi labda nisiseme ni mihemko, lakini labda hiyo ndio njia yao ya kujieleza. ya kuweza kujieleza <laughs> kwenye karne hii mo, kwamba tunaishi kwenye generation hii ambao kwamba tuko nayo, uh, nasema ni Gen Z uh, labda hivyo hivyo ndivyo wanavyojieleza, okay. Hivyo ndivyo wanavyo uh, uh, toa hisia zao e. Kwamba ni kweli, lakini sisi hatujapendezwa na hiki mm. Na tunataka mambo yafanyike hivi mm. Sasa, hivyo ndivyo ndivyo wanavyojieleza, okay. E. Then wale vijana ambao kwamba labda ni miaka huko nyuma e. E, maybe wangetuna wa, njia wa, wa, kuleta matusi hapa, ah, si matusi no, unatuambia sisi, unajua, mimi nasema ni millennials. mimi nasema ni kukurupuka kwa sababu ninazo sababu. Uh, mathalan twende kwenye mifano hai mm. Kasamuel ni mmoja wao vijana. Yeah. Right? Amekua, amekua kwenye mstari wa mbele. Morara ni mmoja wao vijana. Nakumbuka akipigwa viti Bomas pale na hospitali na kutoka. Yeah. Yeah. na kuchanga amechangisha sana na sielewe amechangisha nini anyway. Mi mfano wangu unakuja hapa mm. tuanze na Kasamuel mm -hmm. Kasamuel alikuwa mstari wa mbele wakati wa maandamano ya Gen Z mwishowa, kisha akaishia kujiunga na alionekana akia, akifagilia sana chama cha ODM. ODM. Mm -hmm. Huyu naye akaja na chama cha Inject kama nitakuwa sikosei, mm -hmm. lakini akaenda upande wa viongozi wa mathakarua mm -hmm. Eugene Wamalwa mm -hmm. uh, Gashagwa mm -hmm. alienda mpaka kwenye uzinduzi wa chama cha People's Liberation Party akawa huko, huyu akawa huko na watu wakaanza kuwakashifu mm -hmm nasema kukurupuka hivyo, mmekuwa kwenye mstari wa mbele sisi. Ee, bana hatutaki tena wazee wale waleliweka kelele fujo kila mahali. mm. watu wakaamini kweli, hasa mara mmeingia kwenye kwenye mirengo ya hao hao ambao kwamba mm. watu hawape tena sasa hivi wao mm. wametoka tena, nasema uongozi wa wazee tumeochoka sisi, tunataka kuchukua, ndio nasema Na kumeku, eh. hii yao ni kukurupuka. Sidhani kama ni kukurupuka na endapo Uh, vijana tutasimama tuta, tuta na kuongea kwa sauti moja na dio, kufanya kile kitu ambacho kwamba tuna, yani kwa kumaanisha kusema kwa kumaanisha mm -hmm. kwamba ni kweli lakini, this time round, we need change. Mm -hmm. Na tukamaanisha kwamba ni kweli tunataka mabadiliko, basi ni rahisi sana bila ni rahisi sana. kufanya nini bila kushurutishwa ama bila kuambiwa, kuitwa na wale wazee kwenda kupewa vitu kitu, kidogo. unajua tatizo mm -hmm. moja na sisi ni kwamba pia tu, tu, tunataka, tunataka hela la tunataka, tunataka maisha yetu usijali, mega sina nguvu hizo. Unajua, tunataka maisha yetu yabadilike, si ndio? Kweli, unajua so ninyi ama nchi vijana, unajua vijana tunataka maisha yetu yabadilike, lakini tunataka badilike kivipi? kwa haraka. Ndiye. Sasa hapo ndipo kwenye tatizo, ndo na huko ndo kukurupuka, kwa sababu ndio ile ya kwamba tutatoka hapa, tutatoka hapa kama kundi kwamba eh, ni kweli lakini tunataka mabadiliko mm. Tunataka vitu vifanyike hivi ah, sawa Tula. Alafu unatoka wachache mm. ambao kwamba wataitwa nyuma ya pazia waende wazungumziwe mm -hmm. watakachozungumziwa wanakijua wao wenyewe, alafu mwisho wa siku tunawaona wana kama moto wa kifuu vile. Ndio hiyo, unajua uzuri unazungumza wewe alafu unajijibu wewe kwa sababu hawa hawa, hawa vijana ambao tuseme, tuseme sasa hawa ndio sura ya hao vijana mm. ambayo iko iko hapa mbele mm. sawa mm. lakini hao hao mm. wameingia huku wametoka huku wameingia huku mm. wametoka wamedakia huku mm. Sasa hao ndio wale ambao kwamba wanatizamiwa kwamba pengine wataongoza hilo vuguvugu vugu mm -hmm. la vijana, maanake sijaona vijana wengine mm. Au hao vijana wengine mimi kwa kweli sijawaona ninaowaona mm -hmm. mimi ni hao wawili na hawajui wanachokitaka. Sisemi kwa ubaya, naomba nieleweke. Vijana ambao wanazungumziwa, ghera wanayo, lakini ya muda mfupi. Jitihada wanazo, lakini za kuombaomba. Juhudi wanazo, lakini za kikora. Mwanga wanauona, lakini wakinafika. Yani, kuna mambo mengi ambayo ukiwaangalia, ukiangalia kule tulikotoka, kuna mtu ambaye kwamba because hata wale ambao kwamba sasa hivi ni, ni wazee ambao tunasema hawa viongozi ni wazee, walikuwa ni vijana kama wao, rika lao, nyakati zao, na walifanya mambo mpaka sisi tumepata uhuru, tuko hapa leo uhum. Lakini hawa vijana wa leo wao wanataka kuvuruga uhuru tuliopata hawafurahii mambo jinsi yanavyofanywa na wale ambao kwamba wako pale. Sasa utafanyaje? hawana hiyo ngoja kwanza, unajua Barisa, ukisema kwamba hawa vijana wanataka kuvuruga uhuru tulioko nao unakosea. Vipi? Unajua, kwa sababu unakosea. Nakosea vipi? Unajua, kwa sababu as we speak vitu haviko sawa, that is a fact. Mambo hayako sawa. Nini ambacho hakiko sawa, ambacho kinatakana kurekebishwa? Ah, tunaweza kurekebisha kwanza, tunataka kuanzia kwa uchumi. Sasa ha, wewe wewe ndio mwakilishi, ndio mwakilishi wao leo tunazungumza Aya, kipi ambacho hakiko sawa. Nisije ni kanukuliwa vibaya mimi sio mwakilishi wao wale walisema wanawakilisha wanawakilisha. Mimi sio mwakilishi wao. ni kipi ambacho kimekoseka sasa hivi. Mimi naongea kwamba mambo yalivyo hivi, maisha yako mm. sawa maisha Maisha, hayajawai saw. kuwa sawa tangu Kenya ipate uhuru. Ni sawa, lakini sasa hivi imezidi. Imezidi yani, sana ah. Hamna? Mbona mambo yako kawaida tu hapana? Yani, mimi, mimi ukiniuliza kwenye kipindi cha miaka mitano iliyopita na miaka mitatu ambapo kwamba tuko, hakuna kitu ambacho kwamba kimebadilika. Kama ni masuala ya afya kule yalivyokuwa ni hiyo hiyo, Osam mm. bin Asmani na Salim bin Asmani, hakuna lolote kubwa ambalo kwamba limebadilika. mm. ni jina tu limetolewa hapa, akaambua huyu mm. ni meza Uh, lakini huko so, amevalishwa so, gauni so, la jekundu huko ameletwa amevalishwa gauni jeupe. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo kivya ko wewe tulivyo sasa hakuna haja ya mabadiliko. Ah, mimi sijasema hakuna haja ya mabadiliko. Uh -huh. Mabadiliko sawa. Yaapo, ah. ya mabadiliko mabadiliko yapo ya kufanywa ah. Kwamba hii nchi kuna sehemu ambao kwamba tunataka kwenda, mathalani nchi wanaita third world country ama developing country nchi ambayo kwamba inalenga kuendelea. Inalenga kuendelea. Sasa tunatekana tutoke hapo tuende, mm -hmm. katika hatua nyingine, nchi ambayo kwamba imeendelea. Maana ukiangalia tulipata uhuru sawa sawa na Singapore mm -hmm. lakini amini usiamini, leo wewe unataka kwenda kuzuru Singapore kwa matembezi yako ama kwa fungate yako mm -hmm. wewe na huyo jinianga wako, ambao utampata sijui utampata lini, maanake naambiwa hapa pia na, na shela ushanunua sasa kwa nini watu wanakimbilia Singapore? Kwa sababu wameendelea. Eh, nani... <laughs> Anyway, nimesikia. Eh, <laughs> Singapore. Singapore, wa walipata uhuru sawa na sawa, lakini Singapore wako tofauti sasa, so, sisi, tatizo linaweza kuwa ni nini? Tatizo ni uongozi ambao kwamba haueleweki, mm. Sawa, sasa nyinyi mnataka huu... kuubadilisha huo uongozi eh, vijana vijana mna ajenda ipi? Yaani, ni kitu gani ambacho kwamba mko nacho? Mpaka sasa sijaona kijana yoyote mm -hmm. ambaye amekuja mimi nikasema sasa, huyu namuunga mkono kwa sababu mtazamo wake una mwelekeo. Sijaona, kwa sababu kitu ambacho kwamba sasa hivi tuna vijana nimeona wanataka ku ama, ambacho kwamba wana wanapania kukifanya ni kwamba, sasa hivi uweze kujiandikisha kwa wingi maanake hiyo ndio kitu ambacho mimi kitupiga chenga, unashona kura azim yapigwa changala macho hapo, yeah, kwa sababu kwa sababu vitambulisho wanavyo. Unajua eh, Najua. eh, lakini watakao kwenda kupiga kura wengi eh, vijana ni wengi, lakini hawatakwenda wengi eh. Unajua sasa unaona, so, tatizo liko wapi? Hawakati kura, vijana ni wengi, lakini kwenda kupiga kura hawaendi. Ninyi ndio mnaitwa middle class. Middle class sehemu kubwa hawapigi kura, sawa Alafu hata tukisema sasa twende tukajisajili kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ukiangalia timing tayari imeshapujuka. Tumesalia na miaka mingapi? Miwili, miaka mitatu ishakwenda. mm. tume bado haijapitishwa. Hiyo ndo ina in fact, ngoja umetaja tume, nimekumbuka. Umesikia upinzani eh. kina Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anasemaje na... eh. anasema kwamba sasa hivi wanataka wa watengeneze IBC ya mwananchi kwa sababu ile ambayo kwamba inaundwa sasa hivi pia tayari hawana imani nayo. Maaki wanadai kwamba kuna watu ambao kwamba ni watu wamefanya kuwekwa, ndio wamesimikwa pale, ndio ni wa huu pale ambao kwamba kwa serikali, kuna vitu vingine, au wapinzani mimi wasa nyingine nacheka na cheka sana mahali ambapo Kalonzo yuko anazungumza upinzani huko wao, huyo mpinzani mwenyewe hayuko. Kalonzo yeye yeah. ndio aliyokwamisha huu mchakato mm -hmm. chama chake ndicho kilichokwamisha huu mchakato mm -hmm. so, sawa wamefanya nini? wakachelewa mpaka yeye yeah, pia akawa na mwakilishi kwenye panel ya kutafuta hawa makomishna mm -hmm. Sasa hivi imetoka tena semekana ni wakuweka. Mimi ndio maana wanasema, kwa nini tusiwe na watu ambao kwamba hatujui wanakotoka, lakini ni wa Kenya waje watuchagulie tume? Kwa nini? mm -hmm. Vyama vya kisiasa vihusike kwenye mtakato wa kutafuta ambaye atakuwa rifariwa kusimamia uchaguzi, hilo -hmm. ndio tatizo ambalo kwamba tuko nalo hii nchi. So hata wao ukasema wamewekwa. Sasa nyinyi mtengeneze tume yenu ya wananchi. Tume ya wananchi. Wanafanya nini? Hao watakuwa wanakwenda kuu. Sheria inasemaje? Inasemaje? Wao nafikiri tunacheza kati hapa. Mm. Hatuchezi kati bwana. Sasa hayo ndio mambo ambayo kwa pia wana kupotosha mwananchi. Yeah. Bila ambaye kwamba hafahamu, hana ufahamu huo. Unajua anakwenda yeye anaondoka na ile kwamba ah, mm. Ukizani umesema tunatengeneza hmm. E, tunatengeneza tuna tume yetu bwana hmm. E, tunatengeneza tume ya mwananchi bwana alafu inakwenda hapo tu tu tumea mwananchi haiendi mahali. So in short tukimalizia ile swala la vijana ni kwamba ah. Vijana tu, tunaweza by the way. Vijana tunaweza hmm. And we can make a very big change. We can make a difference. <laughs> Lakini ni ile kwamba tuamue kwamba tuamue na tuamini kile kitu ambacho kwa tunakwenda kukifanya. Si ndio hivyo? <laughs> Watu wajitokeze kwenda kuchukua nini? Sio chukua kitambulisho kama kijana, kura e, mm. Kimiana, wallets, <laughs> chochote, zinafika upiga kura ushawe kwenda kwenye hizi ofisi za sajili za watu e, wewe kijana, abuta, vingi, e, kuchukua. Kuchukua, ku... kuchukua. Kwa ufupi, kadri mambo yalivyo yanavyotaka kubadilika, yatasalia yalivyo kama mnasubiri nguvu ya vijana kuweza kufanya mambo yawe tofauti, ah, <laughs> we can change that narrative. Naamini kabisa, <laughs> <laughs> wewe nenda kajiandikishe kura, alafu 2027 kutane kwenye debe. Aya, ndio hivyo bana, tumemaliza. Umeambiwa hapo wewe, ambaye ni kijana, nenda kachukue kadi ya kudumu, ya kujiandikisha kuwa mpiga kura, uweze kuingia kwenye sajili ya wapiga kura kwa nye ajili ya matayarisho ya mwaka elfu mbili ishirini na saba, uchaguzi mkuu. Uchague yule ambaye kwamba anakufaa wewe, anakuridhi wewe, yeah. atakutengenezea wewe, kupiga kelele oho. Sawa, so kwa hayo bana, wewe kikubwa, hakisha kwamba una subscribe uweze kufuatilia mengi ambayo kwamba tunayazungumza kwa ajili yako, kufungua bongo wewe uweze kuendelea, na hiyo ndio Barisa 101 kwenye Chete. Hadi wakati mwingine, chao.